E, kauli mbiu ya mwaka huu 2025 katika sherehe za Mei Mosi si neno lingine zaidi ya uchaguzi mkuu wa 2025, utuletee viongozi wanaojali na kuthamini haki na maslahi ya wafanyakazi. Na siku ya Mei Mosi nami nikwambie tu. Nipo katika mkoa wa Singida Mata na hapa tupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Watanzania wote kwa ujumla na wana Singida wote, si tunayoana, wana Singida wote tunahudhuria kwa wingi katika siku ya sherehe ya siku ya wafanyakazi kipekee zaidi, uwe mjasiriamali, uwe mfanya biashara wafanya kazi katika taasisi mbalimbali wafanya kazi za serikalini, tunakutana hapa Singida, tunakutana hapa Singida.